Awi. Heti na mchezo wa kuganda. Na mchezo wa kuganda. Na mchezo wa kuganda. Na mchezo wa kuganda. Na mchezo wa kuganda. Haya ganda ni yoni. Haya chini kidogo. Haya juu kidogo. Hatuka. Haya tuka. Haya tuka. Haya tuka. Haya Kitwana ndiye baba. Haya Kitwana ndiye baba.